Tunawatangazia umma wa Tanzania kwamba sisi tunawakaribisha katika mkoa wetu wa Singida na tunawakaribisha, moja ya jambo ambalo tunaambia waje kuja kula kuku wa Singida. Kwa hiyo tumekuja hapa kusema na wadau, wageni wanapokuja, mgeni anapokuja, mwenyeji anapona, si ndio? Lakini lazima kuna mambo tukubaliane yaboreshwe ili wageni wetu wanapokuja hapa wasijisikie vibaya kabisa. Kwa hiyo tumekuja kwa wadau, tuone kwanza hali lakini namna gani tunashirikiana nao kuwaboresha, ili wageni wetu wakija, wao wanamwagika huko mitaa ya jioni. Tunategemea zaidi ya wageni elfu sita akakwaweta Singida, na wageni wale wote watakuwa wanaishi hapa manispaa. Ina maana huduma zote watazitoa kwenu, muamini. Kwa hiyo tumekuja muamini kwamba wageni wanakuja na kila mmoja ajipange, ili wakiondoka baada ya wiki mbili, basi umebadilisha maisha nipenda sema ni mshukuru sana serikali ya mama yetu Samia Suluhu kwa kutuletea hii fursa kwa ajili ya kuwahudumia hawawageni na sisi tunataka tusimwangushe, kuhakikisha kwamba tafanya huduma itakuwa nzuri na watakaye kuja hapa kwa kweli, teri kana wanamikoilo wapate huduma ambayo kweli walivyoisikia watakavyoisikia ndivyo watakavyokuwa katika kuwahudumia ani saetu tunashukuru, kwamba uh, changamoto ambazo zipo tunajitahidi kuziondoa, kama mama yajatuzasa tunajitahidi kwamba sio na vurugu au zisio mbaya, yaani wageni wanapokuja wakisikia kweli wamekarimiwa na kweli kweli, yaani ilipokuja kwetu jungu kionekane kwamba ina faida kukwepa uteketezaji ni wa, wa unia, kwa kiasili, kama uteketeza nishati ya miti yani, nishati ya mikaa na nini, ambayo ni kauli mbiu ya mheshimiwa Rais. Sasa hivi tunatakiwa tuhamie kwenye gesi, tuende kisasa zaidi kwa sababu napokuwa ninateketeza misti pia mazingira pia yanateketea, ko natokewa tuokoe na viumbe wengine, ko pia urahisi wa huduma pia gharama zinapungua. Sio watu wengine wanaogopa kwa sababu wanasema wakitumia gesi garama zitakuwa kubwa, lakini ni uongo. Kwa mfano, mimi hapa natumia gunia moja kwa siku la mkaa, nisipotumia gesi ambaye, gunia moja kwa siku la mkaa ni shilingi 5 lakini ktumia gesi mtungi mmoja natumia kwa muda wa siku nne, ambaye nikisema natumia mkaa natumia gunia nne kwa siku kwa hiyo ni laki mbili lakini nikitumia gesi laki moja na elfu kumi na tano kwa muda wa siku nne. Kwa hiyo bado saving ni kubwa sana ukilinganisha na matumizi ya nishati ya mkaa. Niko very excited. Kwa hiyo siku, nawakaribisha wageni wote watakaofika, huduma zitakuwa bora zaidi, zitakuwa chap, hatutawachelewesha tawachelewesha, wajiandae, wajiandaye.